Mimi naitwa Dr. Maua Bidaftari, daktari wa binadamu. Ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, lakini ni kamishna wa maadili ya tume ya viongozi wa umma. Kwanza niseme tumshukuru Allah Subhanahu wa Taala kwa kutupa nafasi angalau kutoa maoni yetu kidogo. Mheshimiwa Mwinyi ni kiongozi wa mfano. Mheshimiwa Mwinyi ametuunganisha sote, wapinzani, wana CCM sote tumekuwa kitu kimoja, alhamdulillahi rabbil alamin. Toka tumeanza kampeni zetu tuko salama na amani, kwa hivyo na yeye ni mtu wa amani, ni mtu anayependa amani na utulivu katika nchi lakini si hilo tu, Mheshimiwa Mwinyi amefanya mambo makubwa sana ya maendeleo katika nchi yetu, ni ya kupigwa mfano. Kusema kweli halali, mwanzoni walimdhihaki sana, ni mtu wa mabati wa kitu gani? Lakini tuliyaona baada ya kutoa mabati, mambo mengi yaliyofanywa, barabara zote zimeunganishwa. Kusema kweli halali mashule makubwa makubwa yaloanzishwa na Daktari Shein, mingine yote kamalizia na mingine yake akaongeza pale, hospitali za wilaya, hospitali za rufaa. Kusema ukweli halali, muda alofanya ni mdogo, ni mdogo, lakini mambo alofanya ni makubwa ya kupigwa mfano. Lakini mimi zaidi nimependa masuala ya uchumi wa buluu kwa sababu mimi mwenyewe nimejishajiisha kule kuanika dagaa japo sijafanikiwa sana, lakini ni kitu ambacho kinawaletea tija wananchi kwa haraka sana. Wavuvi wanavua, wamepewa maboti, wamepewa mashine, manyavu, alhamdulillah rabbil alamin, wanafanya shughuli zao kwa salama na amani. Niseme namshukuru kwa amani na utulivu aliotuwekea nchini ambao tunafanya shughuli zetu bila ya kugombana, bila kuparurana. Mimi nimekuwepo kwa pindi zote zilizopita za uchaguzi, nishawahi kutolewa mapanga, kutaka kuuawa, si mara moja, si mara mbili. Nishawahi kusimamishwa usiku wa manane nakwenda kufanya kampeni zangu, lakini toka tumeanza mpaka leo hapana mtu hata mmoja aloguswa hilo ni jambo la mfano baba kabisa. Namwombea Mwenyezi Mungu amjalie afanikiwe. Mi nitampa kura zangu na za wenzangu na nitasimamia imara. Siku ilobaki ni kesho tu, na kesho kwa hao Mwenyezi Mungu alioandikia kwenda kupiga kura waende kwa salama na amani. Tumchague dokta Mwinyi ili aje tumalizie kazi aloianza, ambayo inataka kumaliza amalizi kwa salama na amani kwa kipindi chake cha miaka mitano ilobaki. Rais wa Jamhuri ya Muungano mwana mama Mwenzio Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mama Samia nakupa hongera. Ulipochaguliwa watu walisema huwezi ni mwanamke. Muislamu, toka lini Muislamu kuendesha nchi? Toka lini mwanamke kuendesha nchi? Mama Samia kazi uliyoifanya ni kubwa. Hakuna mkoa hata mmoja, hakuna wilaya hata moja ambayo wewe hujapeleka pesa za maendeleo kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wako. Unatujali na unatuthamini, hasa na sisi wanawake. Hatuna cha kukulipa isipokuwa ni kukupa kura za kishindo. Wala sie na wasiwasi, mama Samia, tu uko na wewe bega kwa bega. Mimi niko Dar es Salaam, lakini kampeni za watoto wangu wote wanakupigia kura kule, na wote tutazungumza sote. Wanawake tuko kitu kimoja nchi nzima. Mwenyezi Mungu atakujalia, utapita. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, mimi kwa majina yangu ninaitwa Hashir Ali Saidi ni mwananchi na kijana nayeishi ndani ya mkoa wa Kaskazini Pemba, wilaya ya Wete. Kiukweli, jambo la kwanza nishukuru, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii ambayo ametuweka nayo sisi, kwa umri wetu tulishaona chaguzi tatu mpaka nne nyuma. Kipindi hichi inakuwa kipindi cha patashika nguo kuchanika. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kiongozi mwenye hekma na busara kwa maana rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Ukweli kiongozi huyu ni wa mfano kutokea katika, katika nchi yetu hii ya Zanzibar. Kiongozi huyu ametufanya leo wananchi wa Zanzibar tumekuwa wamoja. Kama ni mgeni na ni mtu uliyeondoka kipindi kirefu Zanzibar, hususan Pemba, leo utakuwa unashangaa kwa jinsi Wazanzibari wa Pemba tulivyoshikamana kipindi hiki cha uchaguzi inawezekana usiamini, kama hichi ni kipindi cha uchaguzi au tumebakizwa na siku mbili za uchaguzi. Watu bado wanashikamana, watu wanaombana chumvi, lakini watu wanatembeleana. Lakini huko nyuma kipindi kama hichi tayari watu walikuwa hawazikani, watu hawaombani wala hawatembeleani kwa itikadi zao za kisiasa. Lakini leo, ndugu mwandishi, wewe ni shahidi, leo tunatoka kwenye dua wananchi wote tumejumuika ili kuombea mkoa wetu kuliombea taifa letu hili, Mwenyezi Mungu tunu hii tuliokuwa nayo ya amani azidi kutuweka nayo. Lakini ni waombe na niwaase vijana wenzangu na wananchi hususan wa mkoa wa Kaskazini Pemba, uchaguzi umebakiza siku mbili, lakini kuna maisha baada ya uchaguzi. Tuendelee kuitunza amani tuliokuwa nayo katika nchi yetu, tuendelee kufata taratibu sheria za nchi yetu kama tumeambua tarehe ishirini na saba kuna tarehe ishirini na nane kuna watu wanatakiwa wakapige kura, watu maalum tuwache watu maalum wakapige kura, na sisi ikifika tarehe yetu tarehe ishirini na tisa twendeni tukamchague mtu ambaye tunaona ataweza kuivusha nchi yetu, ata ataendelea kutuunganisha wananchi, lakini ataendelea kuleta maendeleo ndani ya taifa letu. Na hii ndugu zangu, siwapigi kampeni, lakini kizuri hujiuza na kibaya hujitambaza. Tumeona miaka mitano Dr. Mwini, fanyo, ya Dkt Mwinyi, maendeleo yaliyofanywa ndani ya kisiwa chetu cha Pemba, ndani ya mkoa wetu wa Kaskazini Pemba. Mimi kwa vijana wa umri wangu wanaweza wakawa mashahidi na nyinyi wazee mtakuwa mashahidi. Tunayo barabara hii ya Wete njia kongwe, leo si njia kongwe tena, ni njia mpya, kitu ambacho hakuna mwananchi alidhania kama kuna siku itawezekana kuwa ilivyo leo. Lakini kwa kuwa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akatuletea kijana na tukapata kiongozi rahimu huyu, kakiondoa kilio chetu. Tumeona wako tulikuwa kuna changamoto ya, ya maji maji, saizi kwa asilimia kubwa tunayapata tumeona vijana wa mkoa wa kaskazini Pemba tunavosoma katika mazingira rafiki huko. Mwanzo ulikuwa kuna tatizo la utoro kwa sababu shule zilikuwa hazieleweki, lakini leo watu wanasoma katika mazingira rafiki sana. Haya yote ni mapenzi ya Dokta Mwinyi, kwa sababu yeye anayo nia ya kuitumikia nchi yetu hii. Kwa hiyo nichukue wasaa huu kuwaomba wananchi, lakini kuwaomba vijana wenzangu, twendeni tuka twendeni tukamchagua tuka ifikapo nati tarehe ishirini na tisa dokta Mwinyi, lakini tuendelee kuitunza tunu yetu ya amani tuliokuwa nayo katika taifa letu hili. Ndugu mwandishi, mimi ni washukuru sana, lakini kwa pamoja tuendelee kuiombea nchi yetu, tuendelee kuombea viongozi wetu. Wahi wa barakatu. Jina langu naitwa Mariam Ahmed Saidi kutoka shehia ya Tumbe Magharibi. Naomba kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tukawa tunaendelea na amani na utulivu mkubwa tulionao katika nchi hii. Napenda nichukue fursa hii niipongeze serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na ile ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuwa mstari wa mbele kusimamia amani utulivu, na usalama uliopo sasa hivi, licha ya heka heka kubwa tulizonazo za uchaguzi lakini nchi inaonekana iko shwari, wananchi wanaendelea na shughuli zao za kawaida na majukumu yao ya kila siku ya kujipatia riziki, na hatuna presha yoyote ya ukosefu na uvunjifu wa amani mpaka sasa. Lakini pili, naishukuru serikali hii kwa neema kubwa iliyotuletea katika nchi yetu mpaka sasa hivi. Tunaona ni mapinduzi makubwa yaliyofanyika, kuna maendeleo mbalimbali ambayo yamepatikana. Kwa mfano katika changamoto kubwa wananchi tuliokuwa tukilalamikia katika nchi hii ni changamoto ya barabara. Ilikuwa ni shida, hata mwananchi wa kawaida kutembeza lile dagaa lake ilikuwa ni shida kulitembeza, kutokana na changamoto ya ubovu wa barabara. Na yule ambaye amejaliwa kupata riski, kwa mfano ya gari au vespa, kila siku ilikuwa ni matengenezo, atengeneze ndo aende. Lakini leo hii tunajivunia maendeleo makubwa ya barabara kila unapopita mijini na vijijini unaona nchi inang'ara tofauti na mwanzo ilivyokuwa. Lakini la pili, unakuta neema, kwa mfano kama wajasiriamali, wajasiria wadogo wadogo, wanawake kama sisi, leo hii wanafaidika na mikopo ya kila aina, na wanaitumia mikopo hii kuendeleza biashara zao ndogo ndogo na kadhalika hadi leo hii wananchi wamejengeka ari na hamasa ya kushiriki katika uchaguzi mkuu, jambo ambalo halikutarajiwa huko nyuma. Kwa hiyo tunaipongeza serikali, tunawapongeza marais wetu hawa kwa kutuelekeza kwenye mwelekeo mkubwa, na leo tunajivunia kuingia kwenye uchaguzi tukiwa tuna amani kubwa na utulivu. Ni mkazi wa Wingwi, jimbo la Wingwi. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujalia kuwa na afya njema hadi sasa, lakini pia tumtakie rehma Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndiye kiongozi wetu mkuu anayetuamrisha mema kuweza kuyafuata na mabaya kuweza kuyawacha. Pia nichukue fursa hii kuishukuru serikali yangu ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa neema kubwa ya amani na utulivu wanayoisimamia hadi leo hii, tukaona kwamba nchi yetu bado iko katika suala zima la amani na tunaendelea kuitumikia, licha ya kwamba katika kipindi hiki cha harakati za uchaguzi, lakini tunaona kwamba amani inaendelea kutawala na bado jamii kama jamii tunaendelea kuhamasishana kuidumisha amani hii ili tuweze kuendelea kuwa nayo na tuweze kufaidika zaidi na yale ya matarajio ya viongozi wetu ambayo wanatarajia kutuendelezea kwa pale ambapo waliweza kubakisha. Pia nichukue fursa hii kuipongeza serikali hii kwa yale mema na mazuri ambayo wameweza kutufanyia katika jamii zetu, yakiwemo swala zima la maji. Tunaona kwamba viongozi wetu, mama Samia na dokta Mwinyi, wameweza kumtua mwanamke ndoo kichwani, jambo ambalo kwamba tuliweza kuona kama alikuwa anafuata maji katika maeneo ya mbali. Lakini sisi katika lile jimbo la Wingu kipo kisima kikubwa au lipo tangi kubwa ambalo Mheshimiwa Rais aliweza kutuwekea katika maeneo yetu, na jamii zote zinafaidika katika swala zima la maji. Lakini hata hivyo tunawaona watoto wetu namna ambavyo wanafaidika katika swala zima la elimu kila shehia katika jimbo la Wingwi hata maeneo mengine, nizungumzie kwenye jimbo la Wingwi, hakuna shehia ambayo kwamba haina skuli. Kwa hiyo watoto wetu tunaona kwamba hapo zamani kulikuwa na skuli moja katika jimbo zima, lakini kwa sasa ukienda jimbo la Mtemani lina skuli msingi na sekondari, jimbo la Wingwi lina skuli msingi na sekondari, jimbo eh, shehia ya mapofu ina skuli, shehia ya Sizini ina skuli na shehia ya mjini Wingwi pia ipo skuli. Kwa hiyo kiasi ambacho kwamba watoto pamoja na wazazi wamekuwa na amani zaidi, ile kufuata masafa mbali ya elimu, swala lile au tatizo lile limeweza kuondoka. Lakini vilevile mafanikio mengine ambayo kwamba tunajivunia katika jamii zetu ni swala zima la mikopo hii wajasiri ya wajasiria mali, ambapo tunaona kwamba wengi wetu wanafaidika na swala hili kiasi ambacho kwamba wale wajasiriamali au wafanyabiashara ndogo ndogo wameweza kujikimu na kuweza kujitatulia matatizo yao na kukuza biashara zao kwa kile kiasi ambacho kwamba wanapatiwa